wa TV yetu hii pendwa ya Fadhakkir TV, tumekutana tena katika kikao chetu hiki ambacho tulizungumzia masala ambayo yanahusiana na haya masiku kumi ya mwezi wa mfunguo tatu. Tulianza kuyazungumzia ubora wa masiku kumi haya, lakini kadhalika tukazungumza masala ya kuwa kuna uwajibu wa kuchinja katika siku ya Idu al-Adha na kadhalika tukafahamishana kuwa kunahitajika maandalizi kwa ajili ya kujiandaa kuchinja, endapo mtu atakuwa amekusudia kuchinja na ikawa tayari imeingia mwezi wa mfunguo tatu. Tukaeleza maandalizi yenyewe ni nini kwa mujibu wa maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. <coughs> leo tunalotaka kulizungumza kwa ufupi, ndugu zangu, ni kutaka kufahamishana namna ya wanyama ambao ndio wanaofaa kuchinja kwa mujibu wa maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama na wanawachuoni watukufu, tumeambiwa kuwa tuchinje katika siku ya Eid al-Adha lakini, je, tunachinja mnyama yoyote tu? au kuna wanyama maalum ambao ndio tunatakiwa tuchinje? Kuna wanyama maalum ndugu zangu, ambao ndio tunatakiwa sisi tuchinje. Kwa mfano, nitatoa ushuhuda mdogo sana katika eh, mwaka uliopita Eidul Adha iliyopita, yupo mmoja katika waumini alikuwa bado yeye eh, hajafahamu vizuri wanyama wa kuchinja. Akaniuliza kwamba je, nikichinja jogoo na mimi itakuwa nimetekeleza sunna? Akaniuliza kabisa, na kweli alikuwa hafahamu vizuri ndio nikamfahamisha kuwa hapana. Katika wale wanyama ambao wanatakiwa wachinjwe katika njia ya sunna alivyoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa siku ile ile siku ya Eid al-Adha, jogoo sio sunna. Kama huna uwezo tu wa kuchinja ule mnyama anatakiwa, unaweza kuchinja jogoo kwa ajili ya kula na familia, hilo ni jambo sasa la kawaida, kula chakula cha kawaida. Lakini kuna wanyama maalum ndio alioelekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wanyama wenyewe nao pia kuna mambo ambayo ni ya kuzingatia, wanyama wenyewe nao pia kuna mambo ambayo ni ya kuzingatia. Kuna namna fulani, kuna ila matatizo fulani wakiwa nayo, pia hawatakiwi kuchinjwa katika siku ile. Mnyama ambaye anafaa kuchinja katika siku ile, ndugu zangu, kwa haraka haraka, ni ngamia. Kama mtu anamiliki ngamia basi ngamia ni moja katika wanyama ambao wanafaa kuchinjwa katika siku ile. Na mnyama wa pili ni ng'ombe. Ng'ombe anafaa kuchinjwa katika siku ile na kadhalika. Mnyama wa tatu ni mbuzi ama kondoo. Tulisoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika darasa zilizo zilizotangulia ambazo zinaelezea kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alichinja kondoo wawili katika siku ya Idu, Idul Adha. Kwa hiyo hawa ndio wanyama wanaotakiwa kuchinjwa, ndugu zangu, katika siku ile. Kwa maelekezo haya ni kwamba sungura hafai kuchinja siku ile, inakuwa sio hujatekeleza sunna katika sunna ile iliyokusudiwa ya kuchinja katika siku ya Eidul Adha. E, swara swala wale na wengine wote katika wanyama tunaowajua pofu na nini, wote wale wale hawaingii katika hao, kwa mujibu alivyoelekeza mtume bali walioelezwa ni hawa wa sampuli nne ambayo ni ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Haya ndio maelekezo ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na namna yake ni namna gani? Katika upande wa ngamia, ngamia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ametuelekeza kuwa ngamia wanaweza wakashirikiana watu saba. Kwa mfano labda ngamia anauzwa shilingi milioni moja, watu saba kila mmoja akatoa kiasi mpaka ikapatikana milioni moja, wakamnunua ngamia, wakamchinja, basi inakuwa ngamia yule amewatosha watu saba wote, kwa maana kila mtu na familia yake anahesabiwa kuwa tayari ameshachinja, kwa sababu na yeye ameshiriki, ni mmoja katika wale watu saba ambao wamechinja yule ngamia.

Jabir anasema tulichinja sisi na mtume sallallahu alaihi wasallam Hudaibia. Tulichinja sisi manake, yeye pamoja na sahaba wenzake pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanasema tulichinja an sab'atin albadanata an sab'atin, tulichinja ngamia mmoja kutokana na watu saba. Maana ngamia mmoja kwa ajili ya watu saba, jambo hilo lilifanyika mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ngamia mmoja watu saba wanaweza wakachanga waka, wakapata ngamia wao mmoja, na wote wanahesabiwa kuwa wameitekeleza sunna ya kuchinja na kadhalika. Walbaqarata an sab'atin, vile vilevile, na ngombe pia tulichinja sisi kwa ajili ya watu wangapi? Watu saba. Tulichinja ngombe kutokana na watu saba kadhalika. Maanake ngamia mkichanga watu saba, ngombe mkichanga, mkinunua, mkichinja watu saba, mnakuwa mmetekeleza sunna hii ya kuchinja ambayo ni sunna katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Rawa, riwaya hii am hadithi hii ameipokea Alimamu Muslim, ni hadithi iliyokuwa ni sahihi. Kwa tumeona hapa kwamba namna ya wanyama ambao wanafaa kuchinja ni ile, tumesema ni ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Alafu tukaambiwa kuangamia wanaweza kuchinja watu saba, kadhalika kondoo wanaweza yani ng'ombe wanaweza kuchinja watu saba. Hiyo ndio katika taratibu tulivyoelekezwa na sheria. Lakini sasa tukishawajua kwamba hawa ndio wanyama je, vyovyote watakavyokuwa tu tunawachinja wakiwa katika mazingira yoyote, tunaweza kuwachinja wanyama hao? Hapana, mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, anatueleza wanyama ambao kuna namna fulani wakiwa katika hali hiyo

haya ni maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sema, mnapotaka kuchinja tayari pale mmejiandaa vizuri, mtu anataka kupata mnyama wake wa kuchinja kuna vitu vya kuzingatia. Mtume anasema wanyama wanne hawafai. Kuna wanyama wanne hao hawafai kuwachinja, wanyama wanne kuchinja katika Idul Adha wanyama. Mnyama wa kwanza ni e, alaurau albayinu auruha. Mnyama mwenye chongo yenye kubainika kabisa chongo yake. Mnyama ambaye ana chongo yenye kubainika chongo yake. Kwa sababu kwa nini? Bila shaka mnyama akiwesha kuwa ana chongo hawezi kuwa na machungo au malisho yaliyokuwa mazuri, kwa sababu yeye anaona sehemu moja tu. Sehemu zenye majani mazuri, kuna nyingine atazipita, kuna sehemu nyingine atakutana na dhoruba mbalimbali. Bila shaka mnyama huyu atakuwa na kasoro, kasoro kwa sababu ya chongo ile aliyokuwa nayo. Kwa hiyo mnyama huyu hafai, mtu anapokuwa anataka kuchinja e, mnyama wa Eidul Adha, ukienda kule zingatia sana hilo jambo. La pili ni almaridhatu albayinu maradhuha, mnyama ambaye ni mgonjwa, mnyama mwenye maradhi, tena maradhi yake yanaonekana kabisa, amebainika, yako wazi kabisa, ameathirika na yale maradhi kiasi ambacho tayari hali yake sio nzuri akitembea tayari anaonekana hawezi kutembea vizuri, na bana wenzake wanakwenda kwenye sehemu za malisho nzuri, yeye anashindwa kwenda kwa sababu tayari ana maradhi yamemuingia katika mwili, basi huyu naye pia atakuwa hafai kumchinja mnyama kama huyu, kwa sababu kwanza hatokuwa na nyama nzuri, pengine maradhi yakiwa yamezidi, inawezekana maradhi yameongezeka kiasi ambacho nyama yake tena ishakuwa saladha sio nzuri, pili atakuwa hana uwezo wa kwenda kupata malisho vizuri kwa hiyo huyo hafai. Mnyama wa kwanza tumesema asiyefaa ni mwenye chongo. Mnyama wa pili asiyefaa ni yule mwenye maradhi ambaye ashakuwa ni maradhi makubwa tayari ambayo yanamsumbua. Wala ajfa ulati, mnyama wa tatu ambaye ameelezwa ni alarjau albayinu dhaluha, mnyama mwenye unyonga au kwa lugha mnyama mwenye kilema, kilema chenye kubainika kabisa, akawa mnyama ana kilema, labda mguu umevunjika kiasi ambacho akitembea hawezi weza, akiwa anakwenda kulisha huko yeye anazunguka zunguka nyuma nyuma ya nyumba tu hii, kwa sababu hawezi kwenda kule katika malisho vizuri. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hawezi kupata chakula vizuri. Akishakuwa hawezi kupata chakula vizuri, bila shaka unapomchinja hutopata nyama nzuri yenye kutosha. Kwa hiyo mnyama watatu ni mnyama ambaye e, mnyama mwenye kilema. He, hafai mnyama mwenye kilema, tuchague wanyama ambao tunaona kidogo yuko vizuri. Mnyama hana chongo, mnyama e, hana kilema, ndio tunavyotakiwa kuleta wanyama kama hao. Mnyama ambaye hana maradhi yaliyokuwa yamedhihiri kabisa na mnyama wanne aliyomzungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii, wal ajfau lati la tunqi, na mnyama mwenye kukonda. Mnyama amekonda kiasi ambacho, yani, anaonekana kabisa, haja wanda, yani hana nyama nzuri, amekonda vijimba, mbavu vinaonekana kabisa hivi, uko ndani kabisa. Mnyama ukimwona yuko katika hali kama hiyo, tafuta mnyama mwingine uchinje. Mnyama huyo hafai. Kwa hiyo hawa ni wanyama wanne aliyoelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallama katika kutuelekeza namna ya mnyama ambayo unatakiwa wewe umzingatie wakati unapotaka kutekeleza ibada yako, ibada ya kuchinja katika idu, idu al-Adha, kama ambavyo tulizungumzia umuhimu wake. Ibada ya kuchinja, ndugu zangu, ni jambo muhimu sana, na tukaambiana mpaka mwenzetu Sayyiduna Ibrahim alayhi salam alikuwa tayari kumchinja mtoto wake kwa kuwa ni maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tumeambiwa tuchinje tu wanyama wa kawaida kama kwa hivyo, kwa nini turudi nyuma? Bila shaka itakuwa ni alama ya kukosa imani kubwa sana kuwa mtu anao uwezo wa kuchinja alafu akalipuuza jambo la kuchinja. Tunatakiwa tulitilie umuhimu sana jambo la kuchinja, ndugu Waislamu. Lakini pia tuyazingatie haya ambao tumeelekezwa na sheria yetu ya Uislamu kwamba wanyama wa kuchinja ni ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Lakini pia tuwazingatie kwamba unapomchinja mnyama huyo uzingatie kwamba asiwe ni mwenye chongo, asiwe ni mwenye kilema. Chongo ile ambayo sasa sahari manake anapata shida katika kwenda malishoni na kadhalika, lakini asiwe na mwenye kilema, kilema kilichokuwa wazi kabisa, asiwe ni mgonjwa, ugonjwa ambao tayari umeshamwathiri kadhalika, asiwe ni mwenye kukonda, kukonda sana, ambako tayari anaonekana yeye hawezi kuwa na nyama iliyokuwa nzuri. Haya ni maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini wanawachuoni wakaendelea kutufahamisha zaidi Wakatuambia miongoni mwa pia CFA ni al-amyau, kipofu. Maana kama itakuwa mwenye chongo tu kakatazwa, basi kipofu ni mbabe au la. Kama itakuwa mwenye mwenye chongo amekatazwa, basi itakuwa tayari yule ambaye ni kipofu kabisa, huyo itakuwa ndio hafai. Bila shaka atakuwa na mapungufu yaliyokuwa mengi sana. Lakini pia kuna mwingine alhatmau, yule ambaye tayari meno yake mengi yametoka katika, katika mdomo wake, mvunjika vunjika meno, aliyokuwa hana meno pengine kama ni haya mbele yote au kama ni yote meno yote yametoka, basi mnyama huyo pia afai, kwa sababu huyu itakuwa kwanza kutafuna itakuwa hawezi. Bila shaka ulaji wake utakuwa ni mdogo sana, atakua anameza meza pengine tu, bila shaka hawezi kuwa awezikua sawasawa na yule ambaye ana meno kwa ukamilifu. Kwa hiyo huyu pia ha, hatofaa. Haya ni maelekezo katika maelekezo pia ya wanawachuoni na mwingine kati yao ni aljarbau, ambaye pia anaweza kaingia kule katika upande wa maradhi, ni yule mwenye upele yule Hapana, shiria inakwambia mtafute mnyama aliyekuwa mzuri. Ukimchukua huyu, utakuwa umejaribia wewe ibada yako. Sisi wenyewe tunapenda vitu vizuri, vile tunavyomtaka kumfanyia Allah pia tumfanyie vitu vilivyokuwa vizuri, ijapokuwa malipo yanarudi kwetu, lakini kwa kuwa ni maelekezo ya Allah na ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi tufanye katika hali ambayo ni nzuri, yenye kupendeza. Inallaha tayyibun yuhibbu atayiba. E, haya ni maelekezo mafupi ambayo tumeona kwamba tuyafikishe kwa, kwa ndugu Waislamu ili waweze kuyafahamu katika E, mambo haya ambayo yanafungamana na ibada ya jambo la la, la kuchinja. Baada ya kumaliza hiyo nukta, tunaenda katika nukta nyingine ambayo ni muda gani wa kuchinja, sababu mwingine anaweza akaandaa mnyama kwa ajili ya kuchinja, lakini kama muda sasa ule wa kuchinja ili iwe ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni muda gani ambao ni mzuri kuchinja Wanawachuoni wametuelekeza na ikiwa ni umeelekezwa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wanasema wa wakati dhabhi na wakati wa kuchinja ukiwa, okay, ushapata ule mnyama muda sasa wa kuchinja, min wakati salati lidi ila ghurubi shamsi, ni kutokea wakati wa swala ya Eid ni kutokea wakati wa wakatiwa a, yani swala ya Eid ikishamalizika tu pale, muda wa wa muda wa kuchinja tayari ndio umeingia, muda ule ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama jua. Min akhiri ayami tashriqi, katika mwisho wa masiku ya tashriqi. Muda wa kuchinja ndugu zangu ni mrefu, muda wa kuchinja ni mrefu, yani ni kutokea pale baada ya kuchinja, baada ya swala ya Eid ikimalizika, swala ya Eid pale, muda wa kuchinja pale, unataka uchinje, unaruhusiwa kuchinja, kuchinja kuanzia pale mpaka mwisho wa mpaka kuzama jua katika ile siku ya mwisho ya masiku ya tashiriki huo ndio muda wa kuchinja. Sasa kabla hatujaendelea kwanza, masiku ya tashiriki kwa nini yapi? Maanake ikapata mtihani pia kidogo. Masiku ya tashriki ndugu zangu ni siku tatu zinazofuata baada ya siku ya kuchinja ile yenyewe, kwa lugha nyepesi inayojulikana na sote, ni siku tatu zinazofuata baada ya siku ya idi ile siku ya Eid al-Adha yenyewe, ile siku tatu zinazofuata. Kwa lugha nyingine mwezi 11, kwa sababu ile siku ya Eid ni mwezi 10 ya mfunguo tatu. Kwa hiyo ayyamu tashriqi, masiku ya tashriqi ni mwezi 11, mwezi 12 na mwezi 13. Sasa hii siku ya mwezi 13 ikianzia asubuhi mpaka jua likizama, magharibi pale ikiingia, ikiwa inaingia magharibi, ndio muda wa kuchinja unakuwa umemalizika. Kwa hiyo utakuta kwamba tuna muda mrefu sana ambao ni sunna kwetu sisi kuchinja. Ukishindwa katika siku ya Eidi endelea na mapambano umpate mnyama. Siku ya pili yake unaruhusiwa ukipata unachinja na umetekeleza sunna. Siku ya tatu yake unaruhusiwa ukimpata mnyama unachinja na umetekeleza sunna. Siku ya nne unaruhusiwa ukipata mnyama unatekeleza na utakuwa umetekeleza sunna. Isipokuwa tu ile siku ya nne inakuwa ni ikishafika magharibi ndio muda wa kuchinja unakuwa umefanya nini? Umemalizika. Kwa hiyo tuzingatieni kwamba siku za tashiriki ni siku tatu zinazofuata baada ya siku ya Idi. Kwa maana baada ya ile siku yenyewe ya idi ya kuchinja, zinazofuata mwezi 11 mwezi 12, na mwezi 13. Mpaka kifika magharibi ya mwezi 13, inakuwa siku za tashiriki zimemalizika. Kwa hiyo huo ndio muda wa kuchinja kuanzia muda wa swala ule kimalizika swala mpaka ayyamu tashriqi. Haya ndio maelekezo ya sheria tulivyo tulivyoelekezwa, qala sallallahu alayhi wasallam. Lakini imekuja hadithi katika masala hayo pia namna inavyokuwa tunatakiwa tuwe makini nayo sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema hapa nataka nitoe maelezo haya ili tuwe makini maana, sio usiokuona kama kuchinja kama kuchinja tu muda wote na hapana, kuna utaratibu maalum. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema: man dhabaha qabla as-salah, mwenye kuchinja kabla ya swala, mtu yoyote ambaye amemwandaa mnyama kwa ajili ya kuchinja na akawa amechinja kabla ya swala, fa innama yadhbahu li nafsihi Sawa eh? Hakika si mengine huyo anachinja kwa ajili yake yeye mwenyewe. Huyo hajachinja ikiwa ni sunna ameitekeleza inavyotakiwa. Kama akachinja mnyama kabla ya swala ya Idi, huyo hajachinja katika sunna inayotakiwa, amejichinjia yeye mwenyewe. Waman dhabaha ba'da salah, na mwenye kuchinja baada ya swala, wal khutbataini, na khutuba mbili Mwenye kuchinja huyo baada ya swala na hutuba mbili, fakad atamma nusukahu, hakika ameitimiza ibada yake ibada yake ya kuchinja, atakuwa ameitimiza vizuri kabisa, ambaye amechinja baada ya swala ya idi, baada ya hutuba zimemalizika zile, alafu yeye ndo akaingia katika kuchinja, mtu huyo ndo itakuwa ametekeleza ibada ya kuchinja namna inavyotakiwa. Yule ambaye na haya ni maelezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yule ambaye amechinja kabla ya swala ya, ya idi itakuwa amejichinjia tu yeye mwenyewe, hajatekeleza ibada ya sunna ya kuchinja. Hivi ndivyo anavyoelekeza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio hapa anasema faqad atamma nusukahu wa asaba sunna, yule ambaye atakuwa amechinja baada ya swala na khutba baada ya swala ya idi ile na hutba, huyu itakuwa ametimiza ibada yake ya kuchinja na ameipata sunna, wa asaba sunnatal muslimin, na ameipata sunna ya Waislamu. Kwa hiyo huu ndio muda, ndugu zangu, wa kuchinja. Tuyazingatie sana maelekezo haya, ili mtu asije akachinja kabla ya swala ya idi na hutba, kwa sababu akifanya hivyo atakuwa hajaipata sunna ya kuchinja, ijapokuwa amechinja. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haya machache tu yafanyie kazi insha Allah. Mimi nakumbusha tu kwa haraka haraka kwamba tulilolizungumza hapa ndugu zangu ni kwamba mnyama anayetakiwa kuchinja, tumeelezana namna ya mnyama kwamba ni ngamia, ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Ngamia anafaa kuchi wanafaa kuchanga, watu saba wakichinja, wanakuwa wote wametekeleza sunna. Ng'ombe kadhalika, watu saba wakichinja, wote watakuwa wametekeleza sunna, lakini mbuzi na kondoo ni mtu mmoja mmoja. Na tukizungumza mtu mmoja mmoja, tunamaanisha mtu ni yeye na familia yake. Pengine pia niiguse kidogo nukta hii hii sio kama zakatul fitri kwamba unajitolea wewe mke wako watoto na nani na nani hapana. Katika familia yako una mke una wake wawili, una watoto wako, ukichinja mbuzi mmoja, inakuwa wewe na familia yako nyote mmetekeleza sunna. Kwa hiyo ikiwa ni ngamia na watu saba mmechinja nyinyi, kila mtu mmoja katika wale watu saba, yeye na familia yake wametekeleza sunna. Kwa hiyo hawa ni wanyama wanyama wanne ngamia ng'ombe, mbuzi na kondoo. Jambo jingine tumeambiana, mnyama ambaye itakuwa ana chongo, mnyama ambaye atakuwa ana kilema kilichokuwa wazi kabisa mpaka kinaonekana kabisa kuna upungufu fulani, hafai. Kadhalika mnyama mwenye maradhi ambayo ya yamekuwa yanaonekana yako wazi maradhi yake, hafai. Kadhalika mnyama mwenye kukonda sana, hafai. Haya ndio maelekezo ya wanawachuoni. Vile vile mnyama mwenye upele uliokuwa mwingi kabisa kadhalika hafai, mnyama aliyokuwa kipofu na wengineo katika waliowazungumza wana wachuoni. Tukiyazingatia haya ndugu zangu, inshaallah, basi tutachinja vichinjwa vyetu hali ya kuwa tumetekeleza sunna salama ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kuchinja katika hii siku ya Eid ya kushinda. Wa billahi tawfiq, wassalamu alaykum wa wa rahmatullahi barakatuh. Inunue pepo yako kwa mali alizokujalia Allah. Changia sasa Fadhakir TV kwa ajili ya dini yako. Unaweza kuchangia kupitia Mpesa namba 0755848508, Tigo Pesa namba 0718820808, Airtel Money namba 0698313968. Kumbuka jina ni Fadhakir TV. Hakika ukumbusho unawafaa wenye kuamini. Mungu akubariki sana.